Mai Mahiu wamesalia vinywa wazi baada ya tukio ambalo mwanaume anadaiwa kuwaua wana, wanawe wawili kwa kuwatilia sumu kwenye uji kabla yake kujitia kitanzi. Inasemekana kuwa mwanaume huyo mwenye umri wa makamo anadaiwa kuchukua hatua hiyo kufuatia mzozo wa kinyumbani kati yake na mkewe aliyekuwa hayuko nyumbani wakati wa tukio hilo. Kulingana na mama watoto hao Mary Karuko, mume alichukua mwanawe bila idhini yake na kutoweka Mwisho, ningeomba watu watu wema tu wakuje tu wanisaidie niweze kuzika watoto wangu, niweze kuwapumzisha, sina nguvu yoyote. Ningeomba tu mheshimiwa Jean Kehara na Susan Kehaka kina MCA wote wakuje wanisaidie ili niweze kupumzisha watoto wangu na amani. Tutamalizia wapi sasa? Kutoka hiyo siku tumekaa hapa, hatuna mbele wala nyuma, tunashindwa tutaanza nini, tutamalizia wapi? Maana tangu maishani mwetu atujaifanyikiwa na kitu kama hii. Naomba uh, watu wa nia njema, viongozi ambao wako katika hii area yetu wakuje, tusaidiane katika hii mambo manake, e kuwazika watoto wawili na pia babake ni gharama. Na Nakuru Kaunti, tunawaomba iendapo mtu amepata stress ya aina fulani, tafadhali ongea na mmoja ama mwingine, ndio tuweze kutatua hizi.